Habarini uh, za asubuhi ndugu zangu uh, leo nahitaji nikuletee dawa ya asili isiyo ya kawaida yenye nguvu sana hivi. Uh, unajua mwarubaini unaweza kuondoa mikosi ya maisha yako na kutibu magonjwa mbalimbali. Hii ni dawa iliyofichwa kwa miaka mingi sana. Uh, leo nataka nikupe kazi ya haya matawi ya mti wa mwarubaini ambao unatibu na kutuliza pepo pamoja na kifafa cha pepo. Kifafa cha pepo ni kikoje? Ni, ni, ni ugonjwa ambao unasababisha mtu kudondoka chini na unaweza ukaumia, lakini anadondoka chini pamoja na kutoa mapovu mdomoni. Unachukua mizizi ya mti huu wa mwarubaini pamoja na mzizi wa mvule na mzizi wa msicha, umeona, ambao unaotumia kuoga Yaani, ile mizizi unaichukua na unatwanga twanga, unaipondaponda alafu unachanganya na maji ya uvuguvugu, unaweza kuoga au unaweza kutumia mizizi hiyo. Huyo mtu unamfukiza, unamfukiza na hiyo mizizi, ili ule mvuke anapovuta ule mvuke unamjaa, basi ugonjwa huo unaenda mpaka unatokomea. Utafanya hivyo ndani ya siku tano hadi saba Alafu utapata majibu ya uh, nguvu ya matawi haya au ugonjwa ambao ulikuwa unatibika na mti huu wa mwarobaini. Huu hutumika mtu kupono, kupono, kupona haraka, aliyechanganyikiwa akili, anayetetemeka kama ana pepo. Umeona? Pia matawi haya hutumika kwa mikosi ya mali na biashara pamoja na kuondoa laana ya ukoo na ardhi. Nikisema laana ya ukoo na ardhi, nafikiri kwa wale watu wazima wanaweza wakajua kwamba nini maana ya u... laana ya ukoo au laana ya ardhi. Mti hii pia unafanya nini? Unatibu. Lakini kwa leo nimeweza kukupa namna unaweza kutibu aa, ugonjwa wa kutuliza mapepo pamoja na kifafa cha pepo kwa kutumia mizizi ya mti wa mwarubaini uh, kwa majina naitwa Dr Carlos. Ukihitaji kunipata uh, ingia WhatsApp kwa sifuri sita ishirini na tano kumi na tano nane sifuri tano au sifuri saba arobaini na sita mia mbili kumi na nne mia tisa tisini na tano napatikana WhatsApp. Uh, unaweza ku comment chini ya video hii kwa kuniuliza swali la aina yoyote kwa ugonjwa ulionao, kwa matatizo ulionayo naweza kukusaidia ndani ya siku tatu hadi saba. Jamani, nipo kwa ajili ya wa Watanzania, nipo kwa ajili ya kila mtu mwenye matatizo, mwenye shida mbalimbali mbali, unaweza kunitafuta au unaweza kunicheki hapo. Niwatakieni asubuhi njema.